Naam, kuelekea e, nusu fainali ya kombe la shirikisho mnyama Simba ambaye kwa sasa rasmi anakwenda kukutana na timu ya Stellenbosch kutoka South Africa au Afrika ya Kusini kwa Madiba. Mnyama Simba kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sana e, sasa anakwenda kuisaka fainali ya, ya, ya kwanza e, kwenye karne hii ya miaka ya karne ya ishirini na moja pale kwa Madiba dhidi ya Stellenbosch. Leo eh, nipo na mchambuzi eh, Chris Payne Sylvester ambaye anakwenda kukupa eh, kipi ambacho Simba wanatakiwa wakifanye au ni kitu gani ambacho Simba wanatakiwa waende kukifanya pale South Africa. Chris, habari za sasa hivi? Yes, bwana. Ndio bwana, tumeona mnyama Simba ay, moja kwa moja tayari ameshampata mpinzani wake, ameshampata mpinzani wake kuelekea nusu fainali e, Stellenbosch ni timu ya aina gani, Chris? Yes, ni miongoni mwa, mwa timu ya kizazi kipya, yani sije tukahisi labda ni timu ambazo zilikuwa toka muda mrefu. Hapana, hii Stellenbosch zamani ilifahamika kama Vasco da Gama ambayo ilikuwa toka muda mrefu sana kwenye ligi kuu ya pale nchini South Africa, hali maarufu kama Premier Soccer League ambaye kwa ufupishi wake ni, ni, ni PSL. Kwa hiyo ni miongoni mwa, mwa timu ambayo mwaka 2016 ndo ikabadilishwa jina au hiyo Vasco da Gama ikauza timu kwenda kwenye kampuni ya Stellenbosch. Hapo zamani ilifahamika kama Vasco da Gama, lakini ilipofikia mwaka 2016 timu ikabadilishwa jina, yani ikauza kwenda kwa Stellenbosch. Hii Stellenbosch ni miongoni tu mwa jimbo ambalo lipo hapo hapo, ipo South Africa ndani ya South Africa. Kwa hiyo ni sehemu ya jimbo ambalo ndani yake kuna chuo Yes, Stellenbosch ni sehemu tu ndogo la, la, la, la nchi ya South Africa. Kwa hiyo zamani ilifahamika kama Vasco da Gama. Lakini hiyo Vasco da Gama kwa faida ya, ya mtazamaji wetu ni timu ambayo Fadlu Davids aliwahi pita esfia kucheza hapo Vasco da Gama kipindi cha mwaka elfu mbili na nne mpaka mwaka elfu mbili na tano. Ilipofikia mwaka 2016 Vasco da Gama ikauzwa na ikabadilishwa jina kuitwa Stellenbosch. Kwa hiyo Simba Sports Club anaweza kaingia na advantage kwa sababu unajua asili ya timu ni asili yake tu, unaona, kama IF ukabadilishwa jina ikaitwa Singida Black Stars ndio moment ambayo iliwahi kutokea kwa Stellenbosch. Kwa hiyo zamani ilifahamika kama Vasco da Gama lakini ilipofikia elfu mbili kumi na sita timu ikabadilishwa jina na kuitwa Stellenbosch. Ni miongoni mwa mechi ambayo inaweza kawa na mvuto zaidi, sababu hata ukiangalia takwimu zake, Stellenbosch kwenye ligi yake sio miongoni mwa timu ambazo mbovu sana, hapana. mm. -hmm. ni miongoni mwa timu ya kizazi kipya na kimekuja kupata mafanikio mpaka hivi sasa. Hizi Stellenbosch wamecheza mechi zao 22 kulinganisha na Simba Sports Club na kwenye ligi wamecheza mechi 22 ni sawa sana, dakika 1980. Kwa hiyo kwa hizo dakika 1980 Stellenbosch yeye amekuwa timu ya pili kwenye ligi ya PSL, yani Premier Soccer League, ligi kuu ya nchini South Africa, ambao yeye amekuwa nafasi ya pili kwa kufungwa magoli machache zaidi kwenye ligi hiyo kwa sababu Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando Pirates wao wamefungwa magoli 14, lakini yeye Stellenbosch ameruhusu magoli 17 pekee kwenye, kwenye msimamo ule wa, wa, wa, wa PSL, au ligi kuu ya South Africa. Stellenbosch ni miongoni mwa timu zilizoruhusu magoli machache zaidi ikishika nafasi ya pili, huku Simba Sports Club kwenye ligi kuu NBC Soka Tanzania bara ndio timu ikiwa imefungwa magoli machache zaidi mpaka hivi sahizi, yana amefungwa magoli nane, na hata kwa kuaminisha hilo angalia Simba Sports Club wanaruhusu magoli kwa muda mrefu zaidi. Kwa sababu, Simba F1, kwa sababu Simba Sports Club yeye amecheza dakika 1980, kwa hiyo na ameruhusu magoli nane ili upate minute pa goal concede yake, dakika ambazo Simba Sports Club wanaruhusu magoli unakuta Simba kila baada ya dakika 220 ndio anakuja na ruhusu goal goli, lakini kwa upande wa Stellenbosch yeye yeah, amecheza dakika dakika 1980 ni za sana mechi 22 ambazo Simba Sports Club amezicheza, lakini ukiangalia minute per goal conceded yake unakuta yeye Stellenbosch anaruhusu goli kila baada ya dakika 116. Kwa hiyo unaweza kuona Simba ana muda mrefu zaidi wa kucheza bila kuruhusu goli kuliko Stellenbosch. Simba subscribe kama wataenda watamheshimu Stellenbosch, wanaweza kapata matokeo mengi magoli mengi. Ikumbuke Stellenbosch kwenye, kwenye mizunguko au kwenye ile hatua ya group stage ni mmoja wa timu zilizofungwa magoli mengi. Angalia, waliwahi kufungwa magoli matano kwa sifuri dhidi ya RS Berkane. Kwa unaweza kuona ni timu ambayo inafikika lakini, ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza falsafa tofauti na, na, na South Africa ambao tumewazoea. Kwa hiyo hii ilikuwa ni introduction tu ya kuwafahamu zaidi Stellenbosch. Ni miongoni mwa, wachezaji mwa timu ambayo ina wachezaji ambao wapo physical fit zaidi kuliko Simba Sports Club, hiyo naliweka wazi kabisa, wana wachezaji wengi ambao wapo fiti na wameshiba, yaani fizikali yao wana miili mikubwa na wameshiba. Wana mtu kama tule ambaye wa, ye ni raia wa Nigeria ambaye ana urefu takriban sentimita 187 ambaye mara nyingi anacheza eneo la holding midfield namba sita pale au anacheza namba 4 itatokana na format au format ya timu ambaye kocha anataka kuingia siku hiyo, naam bana hiyo e, ni historia fupi ya timu ya Stellenbosch. Zamani ilikuwa Vasco da Gama, sasa imekuwa Stellenbosch, lakini mipango si matumizi. Mnyama Simba anakwenda kuisaka fainali e, fainali yake ya kwanza. Kizazi ambacho tulichonacho kwa muda mrefu sana hatujawahi kushuhudia hicho kitu. Eh, ni Simba ambaye anaishia robo fainali, lakini sasa anakwenda eh, nusu fainali yake ya kwanza. Tunaona kwa macho, haina historia. Sasa tunaenda kumwona Simba akiwa anasaka nafasi ya kwenda fainali bana. Fadu Davis ni mpango gani ambao anatakiwa abadilishe, ukiangalia namna anavyocheza kuelekea mechi ya Stellenbosch Stellenbosch nimeshatoka kusema awali hapa, ni miongoni mwa timu ambao wachezaji wake wapo fiti zaidi. Kwa hiyo angalia hata mechi ya mwisho waliocheza dhidi ya Zamalek wamepata goli, sio kwamba wao walimiliki mpira kwa asilimia kubwa sana nah, au walicheza mpira mkubwa sana hapana, lakini wa, wa wanatumia zaidi mfumo wanashambulia kwa nguvu zaidi wanapopata mpira. Yaani, Stellenbosch wakiwa na mpira huwa wanatumia nguvu zaidi. Wana midfield yao mmoja inaitwa Dijon, anacheza eneo la na namba nane au namba kumi pale juu, ni mchezaji ambaye hana akili za kucheza mpira na anajua kupiga penetration pass. Kwa hiyo Simba, kuna mpira ambao angalia mechi iliyopita waliucheza, kwamba eneo la nyuma la, la, la mabeki huwa wanabaki wachezaji wawili, ambaye kwenye mechi iliyopita alicheza Shamu Karabwe pamoja na Plaza Kiamza, muda mwingi timu walikuwa wanabaki wachezaji wao, kwa hiyo kama itatokea Fadu Davis ataenda na mchezo wa kushambulia zaidi. Hana hatari ya kuruzi kwa sababu hii timu ni miongoni mwa wachezaji ambao wana speed, wana timu yaani wachezaji wao wana speed, kwa hiyo wanapenda zaidi au wanategemea zaidi kutumia mipira ya juu au ya counter attack ili kukufunga, lakini mpira wa Simba Sports Club na imani kwangu ni miongoni mwa timu ambayo siku zinavyozidi kwenda zinabadilika kutokana na mechi au matamanio yao au malengo yao kwenye mechi husika. Hatukutegemea wengi, mechi dhidi ya Al Masry Simba Sports Club wakacheze mpira aina ule. Wanaenda kukutana na Stellenbosch. Hii Stellenbosch, ikumbukwe kwenye zile timu ambazo hazijaruhusu magoli au zenye clean sheet nyingi kwenye michoano hii. Stellenbosch naye yupo. Amecheza mechi nane. Ame, ametoka na clean sheet tano. Kwa hiyo kuna mechi tatu, mechi tano ndo hajaruhusu magoli lakini mechi tatu pekee kwenye mechi nane. yes, Stellenbosch ndo ameruhusu magoli. Lakini Simba Sports Club wanapokuwa nyumbani ni miongoni mwa timu hatari zaidi zenye performance nyumbani ya asilimia mia moja, kwa sababu hajawahi kusale wala hajawahi kufungwa, hajawahi kupoteza pointi hata moja pale anapokuwa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo Fadlu Davids ajue anaenda kukutana na timu ambayo ina matamanio zaidi ya kupata matokeo. Nimesema hii Stellenbosch ni miongoni mwa timu ya kizazi kipya, 2016 ndio imeanzishwa 2018, ikapanda daraja. Interview ya muda mfupi. Haina, haina historia kubwa sana ukilinganisha na Simba Sports Club. Kwa hiyo ushauri wangu kwenda kwa kocha Fadlu Davids kwa sababu, na imani matamanio ya Waafrika wa Tanzania wengi na wapenzi wengi wa, wa soka kutoka, kutoka nchini Tanzania ni kuiona Simba Sports Club inapiga hatua, kama matamanio yake makubwa ni kuja kuifunga Stellenbosch kwenye mchezo huo ambao utapigwa tarehe 20 mwezi huu wa nne kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Angependa au natamani zaidi ni muone anaenda uwanjani kwenye mchezo wa kucheza fomu la wachezaji wan wanne watatu. Yaani eneo la chini la ulinzi wanakaa wachezaji wa nne, eneo la kati wanakaa wachezaji wa nne, na eneo la juu wanakaa wachezaji wa tatu. Kwa sababu gani? Hiyo formula au hiyo tactics inaweza kumsaidia zaidi hata yeye mwenyewe kwenye kujilinda. Lakini ukiangalia Simba Sports Club wanapokuwa nyumbani mara nyingi huwa hawajilindi kama sisi tunavyotegemea. Unakuta eneo la nyuma wamebaka wachezaji wawili, eneo la juu wamejaa wachezaji wa tano, na eneo la mbele wamalizikia wachezaji wa tatu. Kwa hiyo, hiyo hiyo inaweza kuwa hatari zaidi na ukiangalia mabeki wengi wa Simba Sports Club na mzungumzia Chamuka Labwe pamoja na Plaza Kiamza ile speed rate yao sio kubwa sana kulinganisha na wachezaji wa Stellenbosch. Kwa hiyo kama ataenda kwa lengo la kushambulia zaidi, wanaweza kawa hatari kwa upande wake, kwa sababu Stellenbosch yeye akikufunga goli moja tu kwake, kurudisha linakuwa ngumu zaidi. Sio kwamba Zamalek alipenda kufungwa ile mechi, lakini amekutana na timu ambayo ikikufunga goli moja ni ngumu sana kwa upande wako kurudisha, kwa sababu wanajua jinsi ya kudefense, wanajua jinsi ya kushambulia kwa tactics, yani kwa ulinzi nao wanajiheshimu. Na ndio maana nimekwambia, miongoni mwa timu ambazo zimefunga au zimefungwa magoli machache ni Stellenbosch yeye. Yeah, amefungwa magoli manne ndani ya mechi nane unaweza kuona ni timu ambayo ina, ina, ina uhatari wa kiasi gani pia no, wamefungwa magoli saba kati ya, ya, mechi nane ambazo wamecheza. Kati ya magoli yao saba matawa wamefungwa dhidi ya RS Berkane. Unaweza kuona ni miongoni mwa timu ambazo zina uhatari pia ni miongoni mwa timu ambazo zinategemea zaidi kutengeneza nafasi ndani ya, box hii Stellenbosch. Kwenye mechi hizo nane walizocheza, wamefunga magoli saba pekee. Kati ya magoli saba wamefunga yote ndani ya box, wametengeneza chance au zile nafasi takriban 69 kwa hiyo ndani ya box wao ndio wanategemea zaidi. Wametengeneza nafasi 69, kati hizo nafasi 69, nafasi saba pekee au wamezikonvert kwa magoli. Lakini Simba Sports Club wao ndani, ndani ya box wametengeneza takriban nafasi 79, kati hizo nafasi 79, magoli matano magoli sita pekee ambayo yameweza kuyakonvert na kwa magoli. Kwa hiyo zinakutana timu ambazo mara nyingi zinategemea kutengeneza nafasi ndani ya box, lakini kwa upande wa Stellenbosch narudia tena ni, na ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza tofauti na falsafa ambayo wengi tumezoea South Africa wana...